Kuja kuona mashekhe, ungekuwa na mashekhe mombasa hii wallahi, ingekuwa hatuko au makafiri hawa. Huwezi kuchanganya moto na pamba pamoja, imma pamba itapotea au moto hautowaka, haziwezi kuwa pamoja. Na watu watakwenda kusema sasa hivi asema hata mashekhe waliopita hawana ushekhi. Ni kweli, si uongo na ukweli lazima utemwe ikiwa mpaka leo masheka na masheka wamepita kafiri ya anatukalia juu ya vitwa walikuwa wakifanya nini walikuwa wakifanya dawa gani ya kuswali na kufunga tu 1927 Mombasa ilikuwa na hukumu Allah ilikuwa waiendeleze isimame hukumu Allah imepotea hukumu Allah hakuna ni ni kafiri jile, ni kwamba hakukuwa na washeka wanaume waliokuwa na wa mpaka leo, mashekha walioko mmijioga, ndio ukaona hali hii tuliyo. Lamu imeenda yote, tunkazana sisi tu, tupigeni kura, tutasaidika. Miaka hamsini mmesaidika eh? kura mpaka sasa miaka hamsini mmesaidika Nendeni Mikindani mkaone, makafiri wameichome miridini, makafiri wameichukua yote, makanisa 28 misikiti miwili na mashehe kimia. Ikija Ramadhani ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alalladhina min qablikum, hii saumu hii itafungika vipi ikiwa mabarabarani kumejaa wanawake wazunguka uchi Uondoshi ule uchi au nyinyi Waislamu waliwakeri? Unapotoka na saumu yako ukamwona msichana amevaa miniskati, mwili wake wote uko nje, na we umfunga hiyo saumu yako ikoje? Na hakuna anayefikiria kwamba hizi darsa na huu misikiti haifanyi kazi zake. Rasulullah alikuwa na kijisikiti kidogo cha kibanda cha makuti, kikinyeshe kukinyesha kwa vuja, hakuna hakukutandikwa kitu, hakuna simiti, waswali wasujudu kwenye michanga, na akasimamisha daula. Dubai wamejenga msikiti mmoja, aniambia zile taa za urembo kama lile pale <laughs> taa moja milioni mbili Hali lejitai nfaida gani? na Somalia ndugu zetu wafanja mtu anaekei begani ala mara moja au akila mno mara mbili, na milioni mbili zatiliwataa msikiti. Afghanistan wako mabarafuni, hata majaketi ya ya kuzuia baridi ni machache kwao, muislamu atoa milioni mbili annwataa moja msikiti. Ndugu zangu wa Islam, tuandalieni vijana vijana, waende mahali ambapo watasimamisha Qur'an, huenda Allah akawarudisha ikasimama na kwetu. Na kwetu ni lazima isimame, lakini watakuambia mimi sishambulii mashekh. Lakini kazisikizeni, hizi ndizo kauli zao wanazosema, utaenda jihad bwana, hata elimu hawana ya dini. Si kwanza wasome jamani, hii elimu husomwa penye Uislamu au husomwa penye ukafiri? Mtoto ukitaka kumsomesha, utamtoa kwenye machezo, utamtoa kwenye mazingira mabaya, umtie klasini, umfungie, au sio? Ili asipate maneno mengine, apate maneno ya ule mwalimu tu. Na kitakachomsumbua mwili kama ni uchafu wa mwili utasema asafishwe vizuri mtoto, nguo zake zifuliwe uzuri, ili asisumbuke kabisa, ndio elimu ifanyeje. Lakini Waislamu elimu yao wataka kuisoma katikati ya malaya.